kwenda hija kuswali, haya yote yana faida, yana malipo yake. Si lazima uyaone malipo leo hapa duniani. Safari yetu ni ndefu, ndugu zangu. Tuko leo hapa duniani, lakini tunakufa mmoja baada ya mwingine. Ndio kwa maana, ndugu zangu, tukaleta ile aya katika Ijumaa iliyopita ya kuonesha gisi gani watu wanapita kwenye surati almustaqim. Siku ya kiyama patakuwa michujo kwenye uwanja wa hisabu. Kwa kwanza, Mwenyezi Mungu ataambia watu Wamtazu lyauma ayuha almujrimun, mmekusanyika wenye katika uwanja basi, nyiye waovu nendeni pembeni, jitengeni nende pembeni. Nendeni pembeni, watagoma wa hawatotoka. Waovu wanajijua, watu wenye makosa ya jarima wanajijua, wazinifu, walevi, washirikina wanajijua. Mwenyezi Mungu atawaambia yenye, ambao mlidumu katika maisha yenu mkifanya maovu, madhambi makubwa Tokeni leni upande umoja wa mtazuli yauma. Imtazu ni kuchuja kutoka watu katika wengine wajitenge, watakataa. Basi patakuja testi ya pili, yauma, siku ambayo watadhalilika watu kwenye suratu, uh, suratu l-Qiyama: yauma idhin yukshafu ansaq wayudauna ila sujud fala yastati'un. Basi wataambiwa sasa watu hapo, pigeni sijida moja, sujuduni mmeambiwa mtoke, hamtaki, basi sujudu. Mtu atashindwa kila kitaka kuunama hawezi. Wale wachamungu wale kua wakiamka alfajiri kuswali, wanaeneza swala tano kwa siku, wanatoa swadaka, wanafanya matendo mema, watasujudu mara mmoja tu, wengine wanabaki wima. Basi huyi ni ingine chujio ambayo itawafanya watu wasiwezi ili kabisa la kupita kwenye sura litakuwa ndo la mwisho. Sasa ndugu zangu, watu watakosa ile nuru. Akulu kauli hadha wastaghfirullah. in alhamdu lillahi alhamdu lillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana llah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallama. Ndugu zangu, katika imani matendo ambayo tunaambiwa kutufanye yote haya, kuchinja, kuswaumu, kuswali, malengo yake ni nini? Malengo yake ni wewe siku ya Kiyama upate kupita kwenye sirati almustaqimu na kuelekea peponi. Ndugu zangu ndio kwa maana hapa watashindwa watu kufanya yote ambayo mwenyezi Mungu ameambiwa wafanye. Basi la mwisho kabisa ndio lile ambalo swirau itawekwa, watu wote katika uwanja wa hesabu wakimbia kwenda peponi, watakosa nuru. Watu ambao watakuwa na nuru ni wacha Mungu wenye kuperform hizi amali. Mtu anaambiwa chinja, anachinja. Mwingine anasema mimi sichinji, naweza lakini sitochinja, naweka banka. Haujui kwamba mwaka kesho utafika? ndugu zangu basi ndugu zangu, watu wamekimbia, tumefika kwenye aya, watu wanalalamika, undhuruna, tutazameni. Mtu na baba yake, mtu na mama, mtu na mke wake, lakini mtu anakwenda anawaacha nuru. Nuru ya siku ya Kiyama haimwangazii mtu mwingine. Ndugu zangu, basi watawambiwa rejeni duniani mkaitafute nuru. Ndo hapa leo tupo, watu hawataki kufanya amali njema, wataambiwa nyinyi mlidanganyika, mkafata matumanivu ya dunia wagharatkum alamaniyu ma, matumaini mtu ameshajenga anapiga fikra ajenge tena, wengine fikra zao zimesha kwenda Ulaya, wengine fikra zao zimesha manake katika mipango ya dunia. Basi alamaniyu ni matumaini, nifanye hichi nikimaliza nifanye hichi. Kila pakija opportunity kama hizi za kufanya matendo mema mtu anapuuzia. Basi watu wa peponi watawambiwa hata jaakum hata jaa alamru llah, mpaka ilipokuja amri ya Allah subhanahu wataala. Fikira yako wewe ni kuandaa maisha ya dunia? Ndugu zangu katika imani, tumeogopa Allah subhanahu wataala. Haya tunaambiwa tufanye leo ndo nuru ya kupita kwenye sirat, ndo yale malipo ambayo tutakwenda kulipwa peponi. Ndugu zangu, kwa hiyo kumbe tufanye matendo mema na tujitahidi sana kufanya tauba. Kila mmoja anajua yale ambayo ana, ana ameishi nayo katika maasia Anajua kila mmoja wetu. Mtu anajijua, mzinifu, anajijua mlevi, mimi ni mzinifu, mwingine anajijua mimi ni mlevi, mwingine mimi ni tari kuswala, siwaji na swali, na swali swala za kudokoa dokoa. Unajijua na Mwenyezi Mungu anakujua vizuri sana. Sasa tujitahidi tukimbilie kwenye maghfira. Sabiqu ila maghfiratum mir rabbikum. Kimbilianeni, sabiqu fanyeni mashindano katika kuikimbilia msamaha, kuwahi kufanya tauba. Kwa nini kifo kinakuja ni ghafla? Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa taala anatwambia kutuita tumalize na aya moja tu, ya ayuha ladhina amanu, enyi mliamini tubu ila Allah, tubuni kwa Mwenyezi Mungu taubatan nasuha, tauba ya ukweli. Asa rabbukum an an yukafira ankum sayiatikum, Mwenyezi Mungu asa kakusameheni makosa yenu na madhambi yenu ambayo mnayafanya na baada ya kusameheni wayudkhilukum jannatin min tajri min tahtihal anhar, atakupeni pepo Mwenyezi Mungu baada ya kuacha madhambi na mkatubu, pepo ambayo inapita mito chini yake. Siku ambayo Mwenyezi Mungu anasema ni siku ambayo hatawadhalilisha mitume na wale ambao waliwafuata mitume, kisha Mwenyezi Mungu akasema siku hiyo, yasa nuruhum itawaangazia ita nuru baina aidihim wa biaimanihim kuliani na, na, na mbele yao wanapita kwenye siratu. Kwa nini? wametubu katika ma, wametubu madhambi yao na wametenda mema. Allah subhanahu wa ta'ala anawapa pepo ambayo inapita nuru, inapita mito chini yake. Ndugu zangu katika imani, leo tuko duniani hapa, tumeletwa hapa ili tufanyiwe mtihani, itazamwe nani ambaye atatenda matendo mazuri, na yule ambaye atatazama dunia ndo akafanya nguvu yake yote effort kubwa akakimbilia dunia basi ataikosa akhira. Tuko duniani leo, tuchume kwa ajili ya dunia yetu, lakini tusisahau kwamba safari ni ndefu. Tuko katika kituo cha dunia, ni maisha ya kikomo. Kaburini ni maisha ya kikomo, yataisha na akhira vile vile ndio tunakwenda umoja. Peponi ala tujalie miongoni mwa hao na wengine motoni, ala tulinde tusi miongoni mwa hao. Ndugu zangu, baada ya watu kupita kwenye suraki kwenda katika pepo ya Allah subhanahu wataala, wanakaribishwa na Mwenyezi Mungu vizuri sana watakuta viti vimetandikwa, ala sururin mutakabilin muttakiin, watakuwa kwenye viti vilivyonyooshwa. Ndugu zangu, viti hivyo, ndugu zangu, watapita vijana, yatufu alayhim wilidanu mukhalladun, mabinti, vijana wa milele peponi, patakuwa watoto wasiokuwa Miaka yote ni watoto tu, watakuwa yatufu. Tawafu ni kuzunguka, wanapita katika katika wachamungu, wanaomiminia vinywaji vi akwabin, watakuwa na vikombe vikombe ambavyo wameshika vinywaji, wanakwenda wanamiminia wachamungu wamestarehe kwenye viti kule peponi eh, sururin bimana, ni kiti ambacho kikaa vile viti ambavyo vinakuwa kwenye mabichi kule mtu ameikaa ni kama amelala kidogo, ndio watakuwa wa wameikalia, wameegemea sasa watapita wale wa vijana wanamiminia vinywaji katika meza zao, bi akwabin wa kaasin mimmain, watakuwa vikombe hivyo wana maglasi upande wa huko kuna kasi na wengine upande kuna kubun, ambaye ni kikombe wanamiminia wachamungu kwenye meza zao, ndugu zangu kisha vinywaji hivyo la yuswadauna anha wala yunzifun, vitakuwa ni vinywaji ambavyo patakuwemo ndani pombe, lakini pombe hiyo haileweshi wala haiumizi kichwa. Kisha Mwenyezi Mungu akasema wahurun ain, watapewa na wanawake katika pepo, wanawake wazuri ambao wanawake hao kaamthali lulu lmaknun, watakuwa mfano wa lulu zilizohifadhiwa zenye kung'ara, ndio unapewa katika pepo hiyo kisha Mwenyezi Mungu anasema jazaa ambi makanu yamaluni ha, hiyo yote mnapewa leo peponi, ni malipo ya yale matendo ambayo mlikuwa mkiyafanya katika dunia. Leo ndio hapa duniani tupo watu, kila umoja amejichukulia starehe yake, ndio an, an, anafanya. Lakini yale ambayo tumeamrishwa na Mwenyezi Mungu yanasikitizwa kwa mbali. Mtu anaweza akasali miaka hamsini, miaka ishirini, haki kusali, hatafunzwa na mwalimu namna ya kuswali, Mtu akafunga hana elimu, lakini ndugu zangu, tujue kwamba haya yote ambayo tunaambia tufanye ndio haya ambayo atakupatishia starehe kubwa ya maisha ya dunia, ya maisha ya peponi, maisha ya milele, pepo na rehema yake. Ndugu zangu, ikifunguliwa tu milango ya peponi, harufu ya hizi eh, makuku kuna nyama, kuna mito, kuna majuisi, kuna matunda. Siku itafunguliwa wafutihatis sama fakanat abwaba itafunguliwa milango, itafunguliwa mbingu, itakuwa na milango hii. Milango ndugu zangu ikifunguliwa tu utafikwa, unasikia ile harufu ya vile vyakula ya vya peponi, na ile miski inapenya kwenye uwanja wa hisabu. Kila mmoja atakuwa na tamaa aende katika pepo ili akapate zuraha. Sasa ndugu zangu, kwenye, kwenda peponi kama tulivyosema itakuwa ni nuru, njia ina giza kubwa. Kisha giza hiyo, ndugu zangu, watapita wacha Mungu katika a katika sura wakiomba atmim lana nurana, ya rabbi tubakizie nuru yetu tukamilishie nuru yetu mpaka tupite hapa. Atmim lana nurana, tukamilishie nuru yetu. Hapo ndio wanapita kwenye sura waghfir lana, wanasema Mola wetu tusamee makosa yetu, tukamilishie nuru yetu mpaka tuvute kwenye njia ya giza kwa kuwa chini kule kuna moto, kisha wanasema wa kufidhana na utusamee makosa yetu. Kwa hiyo ukiona unapita pale, umeingia peponi na hutotoka tena, na kama huwezi kupita pale, utaingia kwenye moto wa jahanama na utakaa pale kwa miaka mingi sana. Ukiwa Mwislamu, ndio utakuja kutolewa baadaye, lakini mtu asisemi ah, madamu mimi ni Mwislamu, ah, nikinyamaza tu tuone sintatoka Omba Mwenyezi Mungu usianze usi kuipita hata katika moto, uende peponi straight, ukapate zile raha. Ndugu zangu katika imani, haya matendo, jinsi tunavyozidiana kufanya matendo haya ndugu zangu, ndio jinsi tutapita kwenye siraatal mustakim. Kuna watu watapita kwenye siraa kama umeme, akikanyaga tu ameshakuwa peponi. Nuru yake ni kubwa, imemwangazia vizuri, anaona, na Mwenyezi Mungu atamjalia wepesi na speed ya kupita kuwai kuwa wa kwanza kwanza kuingia katika pepo na wale ambao matendo yao ni, ma ni hafifu watapita. Wengine wataenda wanakimbia ili waingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine watataka kukimbia, lakini atashindwa ataenda anatembea tu, kukimbia hawezi, ni mzito. Matendo yake mema yapo, yatamwezesha kuingia peponi, lakini hata hatokimbia na spidi kama wale watu. Na kuna mwingine ataenda anatambaa, ndugu zangu, anatambaa polepole, atafika peponi amechoka, atafika peponi kwa uzito mkubwa. Kumbe ndugu zangu, nimeleta hizi hizi aya kwa nini? Nuru inatafutiwa ni hapa katika haya maisha ya dunia, ibada kama hizi za kufunga za kuchinja za kuswali za kusoma Qurani ndio unachotumia nuru na pasipoti yako ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu, tunamaliza khutuba yetu, tunasema kwamba yale ambayo umechelewa kufanya katika huyu mwaka, umefanya mistake nyingi basi roho ikuume, sikuchinja na na pesa nimezubaa, basi roho ikuume, juta sana, omba Mwenyezi Mungu msamaha kwa sana, weka nia kwamba mwaka kesho na mimi nitachinja katika waliochinja, na mimi nitafunga katika waliofunga hii siku ya Arafa. Kumbe ndugu zangu, katika imani Allah subhanahu wa taala anajua, walakad khalakna linsan li wanalamu ma yuwaswisu bihi nafsuhu, tumemuumba mwanadamu na sisi tunajua kile ambacho kinapita kwenye mishipa yake kwenye moyo wake, kile ambacho kinampa wasiwasi wasi. Kila mmoja tupo hapa, kila mmoja na nini, ana yale ambayo anayafikiria. Kuna mmoja anafikiria azini jioni, aende kazini, sio kazini kufanya kazi, aende azini, maanake afanye uzinifu. Kuna mwingine anafikiria kulaidi kesho, aende alewe kuna mwingine wa, kila mtu ana lake. Kuna mwingine wewe, namuuma, nikipata mali mimi nifanye miradi katika dini yangu, nikipata uchumi nitoe swadaka katika dini yangu, nijenge masomo ya mayatima, nisaidie wajane. Sina mwezi, Mungu anaona. Kuna mwingine anasema nikipata pesa mimi takua naenda kufanya ni enjoy Dubai ni enjoy nchi mbalimbali ni kule raha, ni muasi Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anajua yale yote, kisha Mwenyezi Mungu anasema wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, niko karibu naye mwanadamu kuliko mishipa ya, ya ambayo kuna pipe kubwa zinashika kwenye moyo zinapitisha eh, pumzi na damu zile pipe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema niko karibu na wewe mwanadamu ambaye unafanya matendo yako kuliko zile pipe idh yatalaka lmutalakian an lyamin wan shimal, na nimewekea walinzi kila mwanadamu. Ana walinzi wenye kukuandikia kila wanachofanya. Kwa hiyo ukichukua bangi kivuta, Mwenyezi Mungu anaandika, malaika wanakuandikia, ukizini wanaandika, ukiacha kuswali wanakuandikia. Kisha Mwenyezi Mungu ndio mbele, kula tusifiki huko, ndio akaja kusema wajaat sakaratu lmauti bilhaku, siku ya siku itakujia umauti wahaki, sehemu yoyote Unaweza kuko kazini unafunga injini, mara kulimoto yakija pale anafuka na kuchukua. Umelala atakuchukua ata sehemu yoyote, haijalishi kama umeumwa ama unaafya. Sehemu yoyote Allah atakuchukua. Kuna wengine wanafia kwenye michomoko, kuna wengine wanafia kwenye zinaa, wengine wanafia kwenye uchawi. Sehemu yoyote, ndugu zangu, Allah subhanahu wa Ta'ala atakuchukua. Tumombe Allah subhanahu wataala atujalie mwisho mwema, atupe pepo yake.

Wale wenye tabia ya kuchinja wanapata nyama wakajaza kwenye mafriza zao, sio ndo malengo. Malengo nyama zikawe fungo haya matatu. Fungo la kwanza kula nyama katika siku ile upate faida. Fungo la pili ni lako ambalo utaweka, na fungo la tatu, ndugu zangu, ni fungo ambalo gawia mayatimu, maskini. Sio angalie basi ya nyama kila ukiziangalia, ah, ni gawe ya mister gawe ah, Ninga unagawa kanyama ka hivi hapa. Mtu anakuletea eh, ndakuletea nyama. Kuja kuona kanyama mtu anakupa kanyama ka hivi. Sasa haya kanyama ka hivi mtu ana familia, hata msaidia nini mtu ana aibu. Patia hata watu wa nne, watano, watu wape nyama mtu atapiga ashibe. Hapa anakumpa mtu kanyama kama vile unampa kanyama kapata hisa usafiko unampa mtu kanyama ka hivi. Ndugu zangu, tumuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala wale uchinja mpe mwenzako plastiki ya nyama afurahi. Akimi